Mimi jina langu naitwa Msafiri. Hii ni kambi yangu hapa, na tunaishi huku porini hapa, ndio mapango tunalala huku mvua ikinyesha, tunapika ugali, tunakula hapa nyama. Kwa kweli kwa sasa hivi sisi, kwa jinsi ulivyosema, hali yetu sio pazuri kweli kwa huku, kwa sababu maeneo huku sasa hivi yameisha kuwa sio kama zamani. Zamani mababu zetu, wakati tunaishi nilikuwa kuna wanyama wa wengi, tunapata matunda mingi, kipindi mvua ilikuwa zamani ni mingi. Sasa hivi mvua ni hamna, asali ya hamna. Zamani asali ni nyingi, ukitoka tu kidogo unajaza debe. Sasa hivi tunakutana na hawa kabila wa Mburu, kuna Mangati na mang'ombe wanaingia huku, ni maeneo haya ambayo yalikuwa ya Wazabe. Sasa wanyama wanashindwa kusimama hata waliokuwepo pale ndani Yaani wanakimbia mbali sana, tunakosa yale ya kwetu ya, ya zamani kabisa ya babu zetu. Tulikuwa tunaomba sana hata ilikuwa hata serikali ituangalie kwa hilo, kwa sababu hapa hatupati mahitaji yale tunayohitaji. Huku ukiangalia hapa ni mji, ukienda huku ni mji, iko hapa katikati, tuko ni hika na nini, milima hamna wanyama, maji yenyewe hamna, mnyama bila maji haishi. Kidogo Mungu amesaidia hawa watalii wamekuja hapa. Wametusaidia kidogo kupata hata elfu ishirini eh, kuenda kwa Wamburu huku, utafuta hata debe moja kutengeneza mai ugali. Tumejaribu sisi hivi kula ugali, tumeshaijua paka ugali, kwa sababu hakuna wanyama, kwa sababu mnyama naeza katembea siku tatu. Sijao na na tunaona na tumnyayo, karibuni sana, mtusaidie kwa hilo, kwa sababu huku wanyama hatuna maji yenyewe, yeah, hamna see. Shida ya maji huku, yaani huku shida ya maji, shida ya maji ni mbaya sana kwa maana sisi huku maji tunanunua kwa, ila wanaeleta na punda ndio tunanunua maji, kwa maana hapa tulipo, si mmeona kule mliko kule mlikopita kule ndio sehemu ya kuchotea maji. Sasa tunasubiria mpaka waela kiwakuleta na napunda tu, tunanunua keni moja elfu mbili. Kimkutani moja ameleta maji, anakupandishia bei elfu tano keni na beba. Kama utaki acha, unalaza watoto wako na njaa, au unaweza kuchukua maji ana. Maji ni muhimu. bila maji huwezi kurudisha watoto wako sisi sasa kumwambia Samia nitakuwa aje atuone, atuweke na maji, atuvutie atu, maji tupate na sisi maji karibu mm -hmm. mm, ili aweze kutusaidiana sisi upolini. Yani maeneo tunaeishi sisi ni shida sana, kwa maana tunaingiliwa na makabila. Sasa tunaendelea kwenda tu polini, mbali na maji huwezi kuishi karibu na watu ambao wafugaji, kwa maana wafugaji sisi si, wenyewe ni wafugaji sisi si, ni, wa, ni watu wa porini. Ukiamua atakwenda kuchimba mizizi, unakosa unakuta miti zimekatakatwa, hizi kama miti hizi za kuchuma matunda hizi, sinachuma matunda watoto wanaweza wa kula. Sasa unakuta wameshakatakata, ng'ombe wamekula unaona. Ah, hapa hakufai kwa maana chakula yote imeshaharibika. Nahama sehemu ingine kwenda kuangalia sehemu ambayo inayo chakula. Kwa upande wa Wahadzabe nakita jamii na mimi dinasitimia simamizi hii ofisi sasa, kikubwa kikubwa mimi geta upande wa ardhi, sisi kwa ujumla jamii hii ya kwetu ya Wahadzabe hatuna ardhi, kwa maana sisi sasa hivi tumekosa sehemu ya kuishi, tunakaa tunafukuzwa, tuna, tunafukuzwa na juzi tu ilitokea kwamba tumewekewa bango ambaye limewekwa limetupa siku kumi na nne tu tuwe tumehama kwenye site ambaye tupa hii hati, tukipeleka kwa mkuu wa wilaya, hatimaye tukaenda kwa wakili wa wilaya ikawa tumerudishwa kwa baada ya kumkuta huyu huyu mheshimiwa anaumwa, ndiyo kesi hiyo bado inasimama. Na kweli sisi tuko katika utetezi wa kupata ardhi wazabe wale kwenye maeneo yao, tupate eneo ambalo limetengwa moja kwa moja ambaye hiyo eneo litakuwa limehusu mwazabe ndani ya eneo hilo lata changamoto na hata kupumua kwa sasa hivi, tuna mchaka mchaka wa kukimbizwa, yaani tumekosa mali pa kukaa. Kweli naomba mama Samia ivo aliangalie hili kweli, sasa hivi tuna hali mbaya. Ukilipeleka kwenye ofisi ofisi haikusikilizi, mpaka tukaamua tu weka kikosi kwenda kwa mkoa a wilaya, yale ya maeneo ambayo yamewekewa mpango matumizi bora, Wahadzabe wamepangiwa sehemu yao wafugaji wamepangiwa sehemu yao, wakulima wamepangiwa sehemu yao. Mm, kwa hiyo -hmm. kusihi tu halmashauri za vijiji halma, pamoja na halmashauri ya wilaya, pamoja na serikali kuu kwa ujumla, kwamba halmashauri za vijiji ziagizwe, ziheshimu zi zile maeneo ambayo imewekewa bicom kama sehemu ya Wahazabe iliyowekewa bicom kama sehemu ya, ya wakulima za sehemu ya wafugaji iheshimiwe, ili mwingiliano usiwepo mm hii -hmm. mm -hmm. mwingiliano unakuwepo kwa sababu labda sehemu hizo haziheshimiwi na yale makundi ambayo yanaingilia sehemu ya Wahadzabe, kwa sababu hawa hawaingilie maeneo ya wakulima mm -hmm. au maeneo ya wafugaji. Hawa wako kwenye maeneo yao special yao, ila wanavamiwa, wanavamiwa eh, wanavamiwa kupitia watu kutokufahamu mipaka yao, labda watu wanapotembea huko na maafisa ardhi wa, wa wilaya watembelee maeneo hayo, wakumbushe wa zile bicom mm -hmm. au zile GPS. Ukitembea na ile mashine inajulikana hii sehemu, na huyo aliyeingia, kwanini aingie? wakati ni mpango wa kijiji mm -hmm. kwa halmashauri za vijiji, huyo aliyevamia sehemu yake, kwa kwanini avamie sehemu hiyo? kwa sababu ni mpango wa vijiji pamoja na makundi haya mm -hmm. kama ameingia ameingia kwa makosa, kwa sababu zina bicom zina kila kitu yake <coughs> ayo nisema tu hayo maeneo yaheshimiwe, zilizowekwa bikom kama ni chanzo. Na sisi kama bodi tunalifuatilia ndio maana hata hawa wako wameenda, mm -hmm. wilayani kwa DC, kwamba malalamiko serikali isikie, tukajua nayo pia tuweze kutuma wataalam wa ardhi wapitie hizo sehemu, na maafisa utalii pia, kwa sababu utalii unahusiana na ardhi, maana yake bila ardhi utalii usinge kuwepo, si ndio sababu? Yes. wanaokaa kwenye ardhi ndio wanaokwenda kutembelewa wote kwa pamoja. Idara hizi zikishikana, zinaweza kujenga kupata mwafaka wa arobaini wa linalolalamikiwa kupitia mwenyekiti wa jamii ya Wahadzabe.